Leo ninapenda tu nisungumze habari za huyu Yesu, ambaye huyu Yesu ndiye pekee mponyaji ambaye aliweza kufanya miujiza mingi ambayo ilikuwa ya dhahiri, na akawahakikishia watu kwamba yeye ni Bwana wa ufufuo. Alikwenda mbali mbali na kuponya akaenda mpaka kufufua wafu, na hapa tunaona kwamba Yesu alikuja duniani akisukumwa na upendo wa Mungu kwanza, na pia yeye mwenyewe kama yeye mwana wa Mungu akasukumwa na upendo mpaka kufa. Kwa hiyo yeye akawaonyesha watu kitu cha tofauti. Kwanza aliweza kuwaita wanafunzi wake na ndani ya wale wanafunzi wake alikuwepo Petro. Petro alikuwa mmoja wa wale wanafunzi wake, na huyu Petro aliweza kuwa kama ndiye ambaye alikuwa na umri kuliko wale wanafunzi wengine. Kwa hiyo alikuwa amekwisha oa, alikuwa na mke, na pia alikuwa Eh, ana mji. Kwa hiyo akachukua Yesu na wakaenda kwa Petro. Lakini walipofika pale wakakuta kwamba mambo sio mazuri kama ilivyotazamiwa. Na wakakuta kwamba mama mkwe ni mgonjwa. Lakini walipoingia pale Yesu akajua kwamba huyu mama amelala kitandani ni mgonjwa, na pia hakuna amani katika nyumba ile. Kwa hiyo ni lazima shughuli ifanyike kwanza, ya kuondoa kile kinachoondoa amani, kiondoke kwanza, alafu ndio amani itawale. Hivyo ndivyo principle ya Mungu, kwamba lazima amani na furaha itawale kila popote Mungu alipo. Kwa hiyo ye, Yesu akukawiza akaenda akamshika mkono yule mama na akamwambia uwe mzima. Na alipomwambia uwe mzima, mama yule akawa mzima saa ile ile. Saa ile ile mji ule ukawa na amani. Ndugu zangu, lazima tuangalie kwa makini kile ambacho kinaweza kuondoa amani nyumbani kwetu. Tunaona kwamba Yesu alianza na familia katika jambo hili na akaweka amani katika nyumba ya Petro na mji wake ukawa na amani, magonjwa yakaondolewa na amani ikawepo na ikatangazwa kwamba sasa hapa kuna amani, na kilichotangaza kwamba kuna amani pale mama, Biblia inasema akaamka akawa na furaha akaanza kuwahudumia. Penye furaha, jamani, kuna mambo mazuri. Penye furaha kuna chakula. Unajua kama, kama Yesu alivyokwenda na wanafunzi wake Alafu yule mama amelala kitandani, wangetoka na njaa pale. Nimeacha hivyo ili ufikiri kwanza, wangetoka na njaa pale, lakini Yesu alipokuja pale, maana kila mahali ambapo Mungu yupo ni lazima amani iwepo, ni lazima furaha iwepo, ni lazima chakula kiwepo. Lakini prinsipo ya hapa prinsipo ya Mungu na prinsipo ya watu wa Mungu ni lazima chakula kiwepo. Ngoja turudi nyuma. Wakati wa Ibrahimu. Ibrahimu alijua na, na wageni. Wageni wale walipomjia sasa wakazungumza naye, wakazungumza naye basi. Baada ya kuzungumza naye wakamwambia bwana, sisi tuna misheni yetu, tunakwenda. Akawaambia ngojeni kidogo, ah, bado mambo bado. Akaandaa chakula haraka na nini, akawapa. Sasa alipowapa kile chakula wale jamaa wakaanza kuzungumza siri zao, sasa, maana tunakwenda kuchoma kule Sodoma na Gomora, na huko kwanza ndiko Lutu yupo, huyu bwana tumfiche. Wakajaliana pale basi. Sasa kwa hiyo wale jamaa wameshiba, wakamwambia, wakasemezana kweli, tukimficha huyu tutakosea. Wakamwambia Ibrahim, sisi bwana tunakwenda kule kule Sodoma, kule aliko ndugu yako. Sasa tunakwenda kumaliza. Ah, akamwambia, sasa kama kuna watu wa Mungu sasa mtawachoma na wao? Akasema aa, hapana. Waka, waka Ibrahimu akarukia haraka akasema sasa kama kuna watu wa hamsini, eti ni mtu anatoa namba ndogo akifikiri kwamba hiyo itamsaidia ah. Wale jamaa wakamwambia ah, hapana, hatuchomi. Kwa hiyo wakaenda kule, yakatendeka yale mnayoyajua. Lakini sasa point yangu ni kwamba, yaani, Mungu anapenda wewe uwe na vitu na uwe mkarimu kwa sababu ukarimu ufungua milango mingine. Wewe ukiwa mkarimu, basi milango mingine na inafunguka, lakini ukiwa mchoyo, milango mingine hata ile ambayo pengine ilikuwa imefunguka inafungika, inafungwa, haiwezi kuwa wazi tena, kwa sababu mtu mchoyo ni mtu wa njaa. Sema mtu wa njaa. Mtu mchoyo hata kama ana vitu vingi, lakini ni mtu wa njaa, hafai a uchoyo wako. Ukilinda vitu vyako, basi wewe unalinda mpaka yule Mungu ambaye anataka kuja kwako kwa akupe habari, unamwambia ah, sina kitu, wala usije kwangu. Ndio maana yake ya mtu mchoyo. Lakini hapo tunaona kwamba Mungu mwenyewe kumtuma Yesu ni ili kuja kuharibu huzuni katika nyumba nyingi, na pia kuja kuondoa umaskini na kuja kuondoa vita. Leo wanaume, mimi nataka kuwaeleza sasa, ni vizuri ukaamini Mungu akaleta baraka nyumbani kwako, watu wale chakula nyewe wanaume, watu wale chakula pamoja na mke wako pamoja na wageni watakaokuja, lazima uwaamini hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hizo baraka Mungu alizozileta duniani ni ili zibadilishe maisha ya wa Wakristo na watu wote wanaoamini kwamba maisha yao yawe ushuhuda ili wawe ushuhuda yawe ushuhuda maisha yao, kwamba wewe unaweza kula vizuri, unaweza kulala vizuri, unaweza kulala mahali pazuri, kwa sababu Yesu alipokuja katika nyumba ya nani? Nyumba ya Petro, aliondoa kile ambacho kinakosesha amani hata umaskini unakosesha amani, amani inakosekana leo. Nikilala bila chakula na kesho nikilala bila chakula, ninaanza sasa kufikiri vibaya. Lakini kama familia yetu itakuwa ina chakula na pia kuna chakula cha kuweza kumpa mtu anayekuja mgeni, akija pale, utaficha chakula? Utasema karibu karibu, tunakula. Tabia tabia za uchoyo, uchoyo hazitakuwepo maana una vingi. Sasa ni vizuri ukajua kwamba Biblia imeeleza kwamba Yesu alipokuja aliondoa magonjwa na hata baada ya kuondoa magonjwa wakahudumiwa Biblia ikuishia hapo kupona ikasema uh, wakahudumiwa na yule mama mpaka Yesu akapata chakula, Petro akapata chakula, wanafunzi wengine wakapata chakula, kwa sababu pale kuna amani, hakuna magonjwa, hakuna huzuni, pale furaha imejaa. Mahali Yesu yupo, lazima furaha ijaye, na furaha na amani ijaye, na chakula zijaye, zi hey. Ndugu zangu, Mungu anatenda mambo makubwa, lakini imani yetu iko wapi? Lazima tuwe na imani ya kumwamini Mungu, ndio shida zetu zitakapomalizika. Wangapi leo watasema kwamba namtaka Yesu aje nyumbani kwangu na katika familia yangu na mateso yangu yote yaende, mateso ya magonjwa Mago, mateso ya umaskini, magonjwa ya majaribu, yote yaondoke. Nyoosha, kwa hiyo inua mkono wako juu, si tutakiri tu, tutasema kama ifuatavyo: Bwana Yesu, njoo kwangu, ukanitatulie matatizo kama ulivyomsaidia Petro na yule akida, hata mimi leo ninahitaji msaada huo, niupate ili maisha yangu yawe ya furaha na ushindi, na kila siku nikutukuze wewe. Shetani asinishinde wala nisishindwe na majaribu, kwa sababu umekuja nyumbani kwangu, na kwa sababu umekuja katika moyo wangu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Mimi, mimi nimepona. Mimi, mimi tangu leo nitakuwa ni mtu wa furaha Mimini, na ushindi, na, na, na nitakuwa mtu wa mkarimu, nitakuwa tayari Mimini, kumpa Mungu vyangu Mimini, na kuwakaribisha watu wengine, na kuwasaidia wengine. Pigie Yesu makofi. Haya, kama hayo Bwana amekushatatua, sasa tuone Bwana ametatua ya moyo wako.